kutoka nchi za nje kuziingiza hapa Tanzania. lakini ukiachana na biashara hiyo eh, ni kwamba Bill Nas bwana, ni moja kati ya mainfluencer wakubwa tu. Sasa kitu ambacho kimetokea hivi karibuni ni kwamba, katika fujo zilizopita hizi wiki kadhaa hapo nyuma, katika mwezi uliopita huo, ni kwamba watu walivamia duka la Bill Nas pale Makumbusho, jijini Dar es Salaam na kuamua kuvunja pamoja na kufanya uharibifu eh, mwenyewe nadhani alikuwa uh, stressed sana na hicho kitendo ambacho kimetokea pale katika duka lake. Lakini at the end of the day ni kwamba akajitoa katika mitandao ya kijamii reaction ya kwanza kabisa ya Bill Nas ni kwamba aliamua kujitoa kabisa kwenye mitandao ya kijamii baada ya hilo tukio kumkuta uh, katika biashara yake lakini baada ya hapo ni kwamba e, wiki e, kadhaa zimepita. E, Bilnas tulimwona alisafiri na mkewe kwenda Dubai kwa ajili ya kusherehekea birthday ya mke wake, ambaye ni Nandi; pia huyu ni msanii wa Bongo Flavor. Lakini baada ya hapo ni kwamba amerudi tena Tanzania forever, be... na kitu cha kwanza kabisa ambacho Bilnas bwana amekifanya, e, ni kuonyesha maafa ambayo yametokea katika biashara yake hiyo ya duka. Uh, bwana finally baada ya muda mrefu kupita ni kwamba Bill Nas ameamua aonyeshe kushare na watu ambao wanamfuatilia kuhusiana na maafa ambayo yametokea pale dukani kwake. So kupitia ukurasa wake wa Instagram ni kwamba kuna hizi video ambazo zimesambaa za Bill Nasi huko Snapchat na Engatronics, e, ameonyesha jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa tofauti kabisa pale dukani kwake, ikiwemo laptop yake pale imeharibika ime, e, simu baadhi ya simu pale zimeungua, wakachana ishu ya simu kuungua vilevile. Vile kulikuwa kuna mpaka fedha za Kitanzania ni yani, pesa zake nazo na pia zilikuwemo mule amezihifadhi dukani kwake na zenye nao pia zimeungua. Yani zile iPhone 17 bwana za Nengatronics pale nyingi mno zimeungua. Kuna iPhone 17 16, e, bwana zote zimeungua na Bill Nas ameshare hiyo video kupitia ukurasa wake wa Snapchat, akiwa anasikitishwa kweli kweli, anasikitika haswa na hiki ambacho kimetokea pale dukani kwake. So kutokana na hiki ambacho amekifanya Bilnasi kuonyesha maafa ambayo yametokea katika duka lake, basi moja kwa moja bwana peji nyingi sana zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari. Eh, bwana peji nyingi mno zimekuja kuripoti na hii habari ambayo amba Bilnasi ameionyesha, eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kwa mfano hapa, nataka nikusomee baadhi ya peji ambazo zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwanza kabisa kuna hii video ambayo amba Bilnasi amekuwa akionyesha kwanza hela zake jinsi zilivyoungua, ni hela nyingi kweli, maskini ya Mungu. Eh, inaweza ikafika hata milioni kama tisa hivi au kumi na moja eh, yote imeteketea hapa, lakini kikubwa zaidi ni kwamba hizi simu tunajua kabisa gharama yake ni kuanzia milioni nne. Kwa hiyo na kama na zingine nazo pia zimeungua basi kila moja hapo ujue kabisa kwamba ni kama nne hivi milioni imepotea. Kwa hiyo ukipiga mahesabu tu ya hizo simu hapo chapu, unaweza ukajua kabisa kwamba gharama ambayo Bill Nas ameingia ni zaidi ya milioni mia na So nataka hapa umsikilize kidogo Bill Nas mwenyewe akiwa anazungumza mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, e, kutokana na zile vurugu ambazo zilitokea wiki kadhaa zilizopita katika mwezi uliopita e, ambazo zilitokea pale dukani kwake, moja kwa moja Nengatronics makumbusho jijini Dar es Salaam.

Naam, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na moja kwa moja hapa, kuna peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari ambayo Bill Nas mwenyewe ameiposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameandika kwamba kuna peji hapa, kuna mtu amekuja kumpa pole Bill Nas, ameandika kwamba eh, pole sana kwa matatizo yaliyokukuta, Mungu ni mkubwa. E, Mungu ni mkubwa, utasimama upya insha Allah. Swa, e, swali, swali langu ni kwamba inakuwaje pesa nyingi hivyo inakaa dukani na si katika benki? Maana kuna documentary nimeipitia huko Marekani ikionyesha matajiri wanavyo wanavyotakatisha pesa e, kwa kutumia wasa, okay? <laughs> kuna mtu hapa amekuja kuuliza bwana, e, kuna mtu bwana hapa amekuja kuhoji kwamba Imekuwaje bwana Bilnas pesa nyingi kiasi hiki anaiweka dukani, maana kuna hela nyingi sana hapa zimeungua. Okay, page nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana msanii wa hip hop Tanzania Bilnas ameshare video hii katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii ikionyesha vitu ambavyo vimeungua katika duka lake ikiwemo laptop, simu ambazo huwa anaziuza hela na kadhalika. Pegi nyingine hii hapa ameandika kwamba bwana Eh, kuna mtu amesema bwana, mabaki yaliyopatikana kwenye duka la Bilnas baada ya vijana waliochoma moto na kuiba baadhi ya bidhaa ushuhuda huu, kiukweli ni huzuni na ni hasara kubwa kwa mmiliki na wafanyakazi waliokuwa wakitegemea duka hilo kwa ajili ya kutengeneza riziki zao. Haya siyo tu mabaki ya bidhaa, ni mabaki ya ndoto, juhudi na jasho la watu waliokuwa wakijitahidi kujenga maisha yao kwa njia halali, lakini vurugu eh, za vijana wengine zimekuja kuwa gharimu. Ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya watu e, wakiwa wakiwa wakiwaita e, wakiwa waandamanaji wa wa hawa e, ili hali walikuwa tu wakifanya vurugu. Walichokifanya ni uharibifu wa mali za wenzao kwa sababu e, ambazo yamesababisha maumivu makubwa kwa jamii nzima, unaona. Kwa hiyo hapa kuna watu bwana, wamelaani vurugu ambazo zimetokea hususan hawa watu ambao wameenda katika maduka ya watu kwenda kufanya vurugu, kuiba, eh, kuvunja, kuchoma na kusababisha maafa kama haya. Kwa hiyo watu hawajapendezwa kabisa na hawa vijana ambao walikuwa wanafanya vurugu eh, siku kadhaa zilizopita. So ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.